Ipo hapa katika mradi mkubwa wa ufugaji wa kuku, na sisi kama Tanzania Kilimo Digital Limited, leo tuko hapa tunafanya installation za keji za Kichina kama unavyoona keji zinavyoonekana. Tumekuja kufunga mradi mkubwa sana wa kuku, na tunafanya installation, tuko na mafundi wetu, na lengo kubwa ni kuhamasisha ule ufugaji wa kisasa, na lengo kubwa kama mnavyoona, watu wanafuga kisasa Hichi ndo kitu ambacho sisi kama Tanzania Kilimo Digital Limited tunakipenda. Kwa hiyo ni kukaribishe kwa wewe ambao utakuwa na keji za kichina, sisi tunafunga, na ukihitaji kununua sisi tuna access ya kukupa, na pia kwa upande wa pili, kwa zile keji zingine ambazo tunatengeneza sisi pia utapata. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa, kwa nyinyi wateja wetu wote kwamba utachagua kulingana na uhitaji wako.